Habari za muda huu mpenzi mtazamaji wa Tiravision TV. Leo ofisini kwetu kuna mgeni ametutembelea. Tutamhoji kuhusiana na historia yake kiufupi. Mtangazaji wako ni Rahma Seseme, pembeni hapa yupo dada yetu Jacqueline Mwaipungu. Mgeni wetu atajitambulisha mwenyewe kwa majina yake. Kaka, habari? Ah, salama. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina, majina kamili naitwa Shabani Haruna. Shabani Haruna, we ni Shabani Haruna, mkazi wa hapa Dar es Salaam? Ah, mimi ni mwamiaji tu hapa Dar es Salaam, lakini tuseme mimi ni mgeni kwa sababu kusema mkazi maana yake kama zaram. Mimi ni mgeni lakini wenyeji wangu sana ni mkoa wa Kigoma. Mtu wa Kigoma, Muha. Eh, Muha original kabisa. Muha hapa, eh, ulikuja Dar es Salaam, uh, ulikuja kwa muda gani? Ah, Dar es Salaam na muda mrefu sana, kwa sababu Dar es Salaam ikifika ipiga mahesabu, na kama miaka kama miaka nane imefika hivi katika haso zangu za hapa Dar mjini, no, wa Kutoka kwenda mkoani vitu vya kawaida. Unakusalimia wazazi unarudi. Hivi ni vitu vya kawaida tu. Sasa kabla kabla ujeje Dar es Salaam, ulipokuwa Kigoma, ulipata shawishi gani mpaka kuingia Dar es Salaam? Nadhani nayo ni life, life style ya maisha ya mkoa wa Kigoma au maisha tunayopitia, watu wengi sana tunapitia changamoto nyingi za maisha. Utafutaji nadhani, asilimia themanini tunaamini vijana sisi kwamba upo jijini Dar es Salaam kwa sababu kuna connection, kuna movement za watu na pia kuna mambo mengi sana nadhani unaweza kupata changamoto kama hizo. Tangu ulivyokuja Dar es Salaam kuja kutafuta, umepitia changamoto gani ambayo uwezi kuisahau katika maisha yako? Ha, changamoto nimepitia nyingi sana, nyingi sana, kwa sababu nimefanya kazi tofauti tofauti, lakini kuna vitu vitatu ambavyo nishavipitia tumbo hivyo siwezi kuvisahau mpaka mpaka mauti wangu nanikuti Uh, mfano kuni ma, kuni maswara, magonjwa, uh, utafutaji, kuna moja ya magonjwa, siwezi kusahau hicho kitu. Uh, upande wa utafutaji kuna changamoto tuliyopitia. Ujue katika utafutaji bwana, mimi bwana nishaka vituo vingi sana vya hapa Dar es Salaam, vituo vya polisi. Mfano kama Keko nishaka, Stakishari nimekaa, matubai Mbagala, watu wengi sana wanajua matubai. Sisi kama sasa bado ndio matubai nimekaa. Na hiyo ni moja ya kijana akiwa anataka utafutaji, sidhani kama ile swala zaka likwepa kwa sababu bwana sisi vijana tunavyokuwa tunatafuta mambo mengi yanatokeaga mfano kama unaweza katafuta huku na ukafanya mistake kidogo, ukajikuta huko kituo cha polisi. Kwa ni vitu vya kawaida, sidhani kama kila mtu anaingia kituo cha polisi basi ni muuni, anaingia kituo cha polisi basi ana makosa. Hiyo kwa watu wananijua, au watu ambao wanasikiliza hichi kitu, au watu ambao wana hasu mtaani, wanadhani wanaelewa, sio kwamba aliofungwa na makosa Hmm. Sasa mimi nilikuwa naomba nipate kujua kitu kimoja kutoka kwako, ili mtazamaji anakuangalia kijana kama wa Television TV ajue ni changamoto gani ambayo ulopitia kubwa na umeitatuaje, ili ajifunze kupitia wewe, hata kama na yeye yupo katika hilo swala, aepukane na hiyo changamoto. Ah, sasa changamoto ziko nyingi, kuna changamoto ya mahusiano <laughs> nadhani ile jambo nadhani kalianza kwa sababu nadhani ni zito alafu ikawafunza vijana wengi wakajifunza. Waka Uh, Sawa. Unajua bana mimi nilipokuja Dar oui es Salaam katika utafutaji unajua si vijana 80% tuna ile kitu tunaita tunataka maisha ya slope. <ghali> <ghali> Na utafutaji nao sometimes so slope. So utafutaji nao una vitu vingi. Kuna kupoteza na kupata. Nadhani hilo swala kila mtu analifahamu. Ah, na point kubwa sana mimi nilipofika hapa nilitengeneza mahusiano nadada, dada, mbo, tukua, na dada mmoja ambao tulikuwa tunapendana kweli tunapendana lakini, wote tukawa tuna bad life, yani maisha magumu, yani maisha yaleweki. Lakini by the way, baada ya ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kuna nani ya kutoka katika hali hiyo, nikaja nika nikakutana na na mdada mwingine, kidogo ana life kidogo liko sawa, yani liko vizuri, tunasema labda yani maisha yake so so mabaki hivyo. Kwa kipindi hicho mimi sielewi yani maana yake niko mtaani, sielewi yani, sijui nianzie wapi niishie wapi, na kutokana kwamba sielewi, sina kazi, sina mbele wala nyuma Nikaona sio swala kwa vijana wengi sana, hilo swala sisi kwetu tunaona kama dhara ya mental. Kwa hiyo nikawa nimefika kwake, tukawa ndani ya mahusiano, lakini uko na mahusiano yangu mengine, ambao kuna mtu ambaye anampenda naye anipenda, lakini maisha hana. Sasa mimi sina maisha na mimi kipindi hicho sielewi, yani sina pa kushika, na kipindi hicho nakumbuka nilikuwa naishi geto moja, tuko watu tisa. Geto yani geto moja, nadhani mbona inaeleweka, maana chumba kimoja tu tisa, eh, watu tisa mzee, yani ukinyanyuka ni ile watu tisa, mkilala ile ukinyanyuka ukienda chooni ukirudi nafasi yako uioni tena. <tis> maana katika watu tisa kuna wezi hapo unaishi nao, kuna hivi, mambo ni mengi. kwa hiyo bana... basi mimi nikaona sasa, ili kidogo kujikwamua katika hiyo hali nika, nika na nikaishi na mtu ambao japo ilikuwa sijamidhia katika moyo wangu, kwa hiyo nikaanza nika, nika kuishi chumba nikaanza kuishi kwake, tuseme geto lake, nikatoka katika maisha yale, tena geto moja watu tisa. Hey, huku sasa mahusiano yangu mengine haya ambayo nilikuwa nipo nao serious kidogo akaanza kuyumba. Unajua bana unavokuwa na mahusiano mawili mawili hapa katika, yani huwezi kucontrol yani ni ngumu sana, yani kucontrol. Labda una pesa unaweza kucontrol hicho kitu lakini, kama light kwamba una pesa na una, una, una, una, una mahusiano zaidi ya mawili au matatu, kucontrol inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo basi kwa sababu natamani nifanikiwe, nifanikio nitamani ni, niishi kama wanaume wengine, au nitamani niishi kama vijana wengine, wanapendeza wanavaa wanashaini nini, mabisho mimi nionyeshe wewe, ukawa umeishi maisha ya kibenteni, ukawa unahudumiwa na dada, ukaa yake ndio nakuja hivyo. Lakini sisi mahasa tunasema kwamba ni moja katika kujikuamua au kujipigania au kutafuta ugali ulipo, ehe nimeishi na dada, lakini point kubwa sana nilivyoishi naye, tukaishi maisha kama mwaka mmoja na miezi kadhaa hivi, ilifikia tu hata kodi ya nyumba alikuwa ananipa mimi nikalipe, kutokana nataka nifiche misili yangu, sababu si wanaume tkuzairika. E, mwanamke kukabidhi kodi kamalize kitu kwamba sione kwamba labda mimi ndo nalipa, yani ile kwamba yani kukufichia heshima fulani. Ilionekana kwamba dada amefeel love kwako, alafu wewe haupo kwake, kwa hiyo alikopa anabeba udhaifu wako wote, ili akufiche uonekane upo juu zaidi. Nadhani ndo tafsiri yake, nadhani ndio ilikuwa hivyo lakini ikaenda baadaye nadhani ujue, kuna mambo fulani aliingiliana kama aliingia mambo kama kishirikina mm. E, kwa sababu alikuwa na force tuone nioe ni, hata ilifika tu akasema kwa sisi Waislamu kuna ndoa inaitwa ndoa mkeka, maana yake anza katua pale, akafundisha ndoa ile sa moja ile ikaisha. E, yani maana yake yani tena mahali hiyo ni kati ya muolewaji na muoaji, ndio mnakubaliana kama ni msahafu anapewa yule binti au kama ni baibui kama ni pete kama ni saa, sawa kwa sisi Waislamu nikukafishi hapo ja kaka, kwamba umesema kwamba yule binti alikuwa nafosi, kwamba nyoe anadai kwamba anahitaji akunge ndoa na wewe yeah. Ni kwa kipindi gani mpaka yule dada akawa nafosi? Sijui si, mleishi labda miaka mingapi au miezi mingapi iliko akaanza kudai ndoa? Kiwalisia tulishi muda mrefu kidogo. Kama mwaka mmoja na wastani na miezi kama sita siku kama sasa sija sawa. Kwa nini muda mrefu kidogo? Yaani hiyo ukizungumzia ni muda mrefu. Eh, kiserikali ni mke wako. Mke wako ali kiserikali. Lakini sasa alipofika swala la kwamba mimi ni nikamilishe ni, ni swala la nusu la kwa sisi Waislamu ambao ni sasa hapo ndio ikawa changamoto kwa sababu mimi nipo katika lengo la kutafuta sehemu ya ku yaani ya kunistili nipige misha zangu zifunguke. Kipindi hicho sina mawazo ya kuoa mimi mm. Eh, eh. kuchuma uende? Ah, hapana. Unajua sina nia hiyo, lakini nadhani ndio hiyo inatafsiriwa hivyo, lakini <laughs> <laughs> sasa ba... kwa sababu yeye kama basi, wewe alisema kwamba alibidi sasa atumia njia tofauti ya imani za kishirikina, akaa ameenda nazani kwa mganga akaona kwamba labda yule mganga akasema kwamba huyu mtu yupo katika yeye kulizisha moyo wake, hayupo tayari kwamba ku, kuishi kama mke na mume na ana mtu wake. Umeona sasa ile jambo lilivyokuwa hivyo. Nadhani katika yeye, kwa sababu akasha fall love, afa anaonekana kwamba mimi ndo nitakuwa mume wake, nimepotezea muda wake, nimeharibu mpango wake mingi. So nadhani hapo ndo tukaanza kanza tena kulishwa vitu ambavyo havistahili kuliwa, ndo hali ikaanza kuwa tofauti e, yani, historia kubwa sana ni woga nanumizaga ni sana woga, nikisimulia yaani, nahisi kama ndo nimerudi ile kitu hili, yaani, hili hivyo tu hilo, inauma sana sana. Kitu kingine ambacho anapenda nikuulize kwa Shabani ni, ni kwamba hayo mambo mpaka yanatukia, yule binti anaenda kwa mganga ukaweza upa, kuona labda dawa. Maana hizi ekaeka huwa uwaga inatokea mara nyingine, huwa inatokea kama bahati, mtu anaweza akaona lakini akapotezea. Sasa sijui kwa upande wako. Ah, mimi bwana, sikuwahi kufumania dawa kusema kweli, msije nikawa mnafiki, sija kufumania dawa siku moja, ila siku ambayo nilizidiwa mimi yeah. ndio mwanamke alizungumza kitu ambacho kiko ndani ya moyo wake nakumbuka nilianza kuumwa kama utani tu, tumbo likaanza kunisumbua, tumbo linauma, mwili haueleweki, yani ile nuru, yani kuna unajua, si binadamu tuna nuru fulani usoni, ikaanza kupotea yani, ule mvuto wa usoni, yani nuru ikaanza kupotea. Nikaanza kuishi kama ni mtu ambao, yani, hata mtu akiniona, sasa huyu mtu ana shida kidogo, yupo sawa. Kwa hiyo ile hali ilienda ikaenda, ikaenda, baada ya miezi kadhaa nikaanza kupoteza vitu vingi, kutokana na yani kuna mambo mengi yalikuwa yakosa katika mwili wangu. Kwa hiyo nakumbuka siku moja ilikuwa saa saba usiku tumbo lilinizidia sana nilivyoumwa sana yule mwanamke nikamwambinajiskia ay naomba kama una akiba mpaka akakwambia kwamba mpigie mtu wako ambaye unampenda mm. Ina maana ndani ya siku hizo zote hakuwahi kukugusia kabisa, akangojea siku ile ambayo uko hoi, ndo akaa kukutamkia hicho kitu. Ajaye kuniambia hicho kitu hata siku moja, kwa sababu hata siku ile nilishangaa kuniambia kwamba mpigie mtu wako mwambie akupeleke hospitalini, na ndo anafanya mimi na wewe mpaka tunaishi hatuishi kwa amani sasa, na ndo anafanya mimi na wewe mpaka tunaishi hatuishi kwa amani sasa. Nikashangaa na vitu vingi sana viliongeleka pale ambavyo yani kama mtu anakufungulia simu yako yani, unajua vitu vingi labda ameweka password, afu mtu anaangalia vitu vyako vya ndani anakuambia ambao unajua kwamba havijui lakini kumbe anafahamu. Akaanza <tosimu> e, kuzungumza mambo mengi ikiwemo kwamba mimi bwana, nimejua akaniambia kwamba nimeshajua vitu vingi sana kwa sababu mimi nishachunguza, unipende unaishi kwa mimi kwa sababu ya maslahi, kwa sababu ya mambo yako aende. Kwa hiyo mimi sinaweza kusaidia cha msingi tu yaani, mpigie huyu mtu wako ambao alikufanya mpaka mimi na tusiishi pamoja, akupeka hospitalini. kwa hiyo licho